Watu mbalimbali mbali nchini Tanzania wameibuka na kukosoa uamuzi wa serikali ya Tanzania kuuza akiba ya dhahabu iliyopo ili kufadhili miradi mbalimbali mbali mbali nchini. Uamuzi huo unakuja ikiwa ni miezi kadhaa tangu ambapo taifa litoke katika uchaguzi mkuu uliambatana na vurugu na maandamano pamoja na ripoti za mauaji. Bunge la Umoja wa Ulaya lililoketi miezi kadhaa iliyopita lilifikia maazimio kadhaa ikiwemo kutotoa fedha na mikopo kwa serikali ya Tanzania kufuatia matukio yaliyotokea katika kipindi cha uchaguzi yaliyosababisha vifo vya wananchi wengi. Hata hivyo, Askofu Bagonza amesema kwamba hazina ilipo ndipo moyo wako ulipo, tunaiuzaje? Mateo sita, mstari wa ishirini na moja. Amesema kwanza, hazina hii hutunzwa mahali pasili na panapolindwa kwa umakini mkubwa; pili, familia inaweza kulala njaa, mgonjwa akakosa matibabu na hata ng'ombe akauzwa, lakini nyanta kolwakolwa haiguswi. Hazina hiyo huguswa endapo uhai wa mkuu wa kaya umo mashakani au yuko katika hatari ya kupelekwa kifungoni. Hazina hiyo inaweza kuguswa endapo mali nyingine zote zimeshindwa kutatua tatizo nalo ikabili familia, au hizo mali nyinginezo hazina thamani ya kutatua tatizo hilo. Ili kuigusa hazina isiyogusika, kibali huwa kinatafutwa kwa familia: sharti mkuu wa familia, mtoto mkubwa wa kiume, mke mkubwa, endapo kuna zaidi ya mmoja, na rafiki wa damu wa familia mkago ili wakubali kuwa nyantakorokolwa isiyoguswa kirahisi iweze kugusika ili kuokoa uhai wa mkuu wa kaya. Endapo imekubalika kuwa hazina hiyo iguswe ili kutatua tatizo la familia, basi wanaukoo hujulishwa na kupewa fursa ya kwanza kuigusa isiyogusika kabla ya kuwafikilia watu wa nje. Ni hatari mtu wa nje kunufaika na nyantakorokolwa bila ridhaa ya wanaukoo. Hata mwanaukoo ambaye hajazaliwa ana haki ya kukua na kudai na kukomboa natakurwakurwa ya familia au uko lakini ajaliwa hapo hapo. Wanasema fimbo ulionayo mkononi ndio inayotumika kumuua nyoka. Uwezi kuazima fimbo unapokabiliwa na hatari, lakini ukitumia fimbo ikavunjika au ikaisha na nyoka akaendelea kuja unafanyaje? na fimbo zimeisha. Bwana akamwambia Msa, una nini mkononi mwako? Akajibu, ni fimbo. Kutoka nne mstari wa pili mpaka Msa anakufa katika nchi ya Mwabu. Fimbo nyaka, nyanta kolokolwa alikuwa nayo. Uamuzi wa kuuza nyanta kolokolwa ni shirikishi. Tusile mbegu kama mvua ijanyesha. Mjaluo mwenye mke mmoja husema fanya kazi na usijibanibani katika kufaidi jasho lako, kwa maana mrithi huwa hana uchungu wala shukran na mali alizorithi. Unaponda mali halafu hufi. Alisema hivyo Askofu Bagonza kupitia katika ukurasa wake wa mtandao wa Facebook.